Nimekuja kuwaona wazazi wangu ndugu zangu kaka zangu dada zangu, na kuwaomba kwa upendo mkubwa huu na heshima alionipa Daktari Samia, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa, kesho tumlaki kwa wingi. Anaingia kesho, atakuwa na mkutano Buhongwa, atakuwa na mkutano Misungwi, atakuwa na mkutano Sengerema, na kesho kutwa tutakuwa na mkutano mkubwa kwenye viwanja vyetu vya Nyamagana. Ninaomba wananchi wote wa jimbo la Nyamagana, mkoa wetu wa Mwanza na kanda yetu yote ya Ziwa tumpokee Daktari Samia Suluhu Hassan na tumsikilize ili tujue hatima yetu ya miaka mitano ijayo. Hilo ndio kubwa lilonileta. Lakini nimefurahi kuona kazi nzuri iliyofanyika ya ujenzi wa soko letu kuu. Mnafahamu ya kwamba ilikuwa ni ndoto wa ya wafanyabiashara wengi wa soko letu, lakini ameisimamia na leo imetimia na watu wafanya biashara. Na iko miradi mingi pamoja na stendi, ikiwemo stendi ya Nyegezi, ikiwemo na stendi ya Buongwa na miradi mingi ikiwemo na daraja letu la Kigongo pale Busisi. Na kazi inaendelea ya ujenzi wa meli ya kuchukua mizigo kutoka hapa kupeleka Uganda, na nyinyi mnafahamu pia ujenzi unaoendelea wa SGR ya kwamba hata hapa Mwanza kitajengwa kituo kikubwa cha stesheni. Kwa kazi hiyo nzuri anayoifanya, nimeshindwa kubaki Arusha, nimeamua nije niwaombe wazazi wangu tujitokeze kwa wingi tumsikilize, ili tujue kilichowekwa na mipango iliyopo ya kuhakikisha kwamba miaka mitano ijayo Tanzania yetu ikiwemo na Mwanza tunatoka kimasumasu.